Ya zi, na kusikia apel ili wae nao waone kama wamewaletea message juu ya maendeleo na amani, okay. Na karibu hawa yeah. Watu wote ambao mnaona ndio population ambayo mkena wasubiri Iu, ujisikie huru, ni kata lenu, ni populasio yenu, na ina haja ya kusikia yale ambayo inawaletea sana.

Mama China, ninaitwa kwa Mama Jean Oozi. E, e, sisi tumekuja kutimiza wakaaji. Kwanza kitu ya kwanza tumekuja kuambia kwa ajili ya union eh, eh, umoja moja. Unajua tumeishi siku nyingi sana, watu walikuwa ndani ya Jielewa kwa ya, kwa ile ufuari tulikuwa nayo ya mbele, wakitia ndani watu hitu ya kitu ya division. Lakini hii wakati sasa kwa ajili ya afcmv3 nimependa kupatanisha watu, inarudisha umoja tena, na ndio maana umeona umati kubwa kabisa Umeona umati kubwa kwa ajili ya kusudi watu waongeze kukua tena kama miaka iliyopita zaidi.

naisha nzuri sana kushida yenyewae waaini Maitre Theo Lulemesha ni coordineta makamu ambaye anahusika na mobilization na rekrutement. Sisi tumefika hapa katika jukumu zetu za kila siku za kuongea na raia, kulikuja leo kuongea na raia wa quartier Katindo hapa hapa Carmel, tulikuja kuongea nao tusikie shida zao ni nini e, tuwahimize kufuatana na, na program ya chama ambayo inayo juu yao, na tulikuja kufanya kuwaomba vijana waingie kwa jeshi na waingie kwa kadaship yetu kama wakadri politiki. Na kwa hiyo wamepata wame mesaje gani yenye iliweza kuwa motive juu waweze kujadiri. E, kwa ukweli leo tulikuwa tunazungumuza nyimbo letu la taifa kuna msema ambayo inasema tutaijenga Kongo nzuri kushinda gizi ilikuwa mbele, lubatirmp plu bcavan ndio ilikuwa uh, kiini ya maneno ya leo. Na tumeongea na raia, tumewaonyesha uh, historiki nchi inatoka wapi na inaenda wapi. Tunawaonyesha gizi government ambazo zilitangulia zilishindwa kuijenga hiyo taifa nzuri, lakini sisi na tukawaonyesha gizi tuna uwezo ana vitendo kidogo kidogo, usalama unarudia Goma, maendeleo yanarudia Goma, bei ya vitu imeshuka. Hiyo inaonyesha kama kweli tunaweza. Kama tunaweza kuifanya Goma na Bukavu na Ruchuru na Masisi, kwa ukweli tunaweza kuifanya katika Kongo yote. Ndio mambo tulikuwa tunazungumzia leo, na na inchi wewe acha

Magumu iko mingi, kazi hakuna. Ni kwa hiyo tu, nashukuru.